Nilifungwa miaka minane mimi na malizia hapa pale Kisutu. Aliyekuja kunikamata kaishaondoka, aliyesimamia kesi kaishaondoka, hakimu kishaondoka, aliyenipeleka magereza safari, aliyenihamisha gereza kunipeleka tanga safari, aliyenipokea tanga safari, aliyenichunga tanga safari. kwa sababu walinionea. Akimu anautoa hukumu anamaliza kunifunga mimi. Baada ya wiki, jaji wa mahakama anasema Ustazi Mazinge, nakupeleka jela miaka minane. Kosa la kwanza umevunja bucha la nguruwe, kosa la pili umeiba mzani wa nyama ya nguruwe, miaka minane. Hivi nyie mnavyonionea shepu hii mimi ya kuiba mzani wa nyama, semeni kweli. Lakini angalia Allah alivyokuwa fundi. Nikakumbuka aya Allah anasema, intansurullaha yansuruku, acha Mwenyezi Mungu akaninusuru. Wee acha bwana we, unashindwa kuniombea dua mi mshie Mazinge wewe? Yani ifike kiama, ulishindwa kumwombea dua ustazi Mazinge? Kwanini wee niombee dua? Hata kama chakunipa una niombee dua. Kwanini naomba dua? naomba nipate afya niweze kufanya kazi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anasema lipatikane kundi miongoni mwenu lenye kuamrisha mema na kuwatana mabaya. Hajasema twende wote nyinyi, wengine kuhubiri ya muwe tena wengine nyinyi, mna hasira nyinyi. Wewe unaweza kumvumilia mchungaji anaweza kuambia Muhammad alikufa na ukimwi, unaweza kumvumilia wewe, lakini mwenzio na mwenzio. Namsikiliza tu Muhammad kafa na ukimwi, mimi namsikiliza alafu navunja hoja wakati amekufa mtume ukimu ulikuwa bado, kila ni laini tu. Wewe utapigana haki ya Mungu, utarusha ngumi haki ya Mungu? Kuna kuna watu wanatukana, kuna watu wampendi mtume. Kinachomfanya wasimpende mtume nini? Kwa sababu ya yale aliyoyaamrisha, kwamba amekuja akakataza zinaa akakataza kaumu Lutu akakataza riba akakataza kamari na mambo mwengine machafu. Wallahi wewe ukimpenda Mtume, wallahi wa billah wallahi, Mwenyezi Mungu na wewe anakupenda. Haiwi mtu kupendwa mpaka Allah awaambie malaika, mpendeni yule. Yani Allah anawatangazia malaika katika binadamu, nyewe mmemwona huyo, mpendeni huyo huyo huyo mimi nishampenda na nyinyi mpendeni.